Tukienda huko nje uh, kuna vikundi mbalimbali mbali vya wanawake kujipatia kipato kama vikobwa na vinginevyo, ambavyo ni vikundi ama uh, vikundi vya wanawake kiujumla, ambavyo vinatumika kama kupata vipato wanawake, ili wasitegemee sana wanaume. Natamani kujua nguvu yenu nyinyi, waje wawi, nje ya ibada, nje ya kusali, nje ya maombi uh, natamani kujua ushirikiano wenu ama ushirika uh, wenu katika maswala mazima ya vikundi vya kujipatia vipato. Upo na upoje ya kwenye vikundi vya kujipatia vipato? Tuna zile jenda, tuna vile vitu kama Ujasiriamali huwa mm. tunawaita watu kutoka sehemu mbalimbali mm. wanatusaidia. Tuna siku moja ambayo tumeipanga iza katika mwezi mm. au katika baada ya miezi miwili, miezi mitatu, tunafundishana ujasiriamali mm. na wanakuja wale watu ambao wameshapita. mm. Mfano, tuli kipindi kilichopita, tulikuwa na huyu dada wa masuala ya avocado, nimemsahau kidogo, dada mmoja ambaye mm ni mjasiriamali yes, mkubwa sana katika masuala ya mafuta mafuta haya mm, alituelekeza na namna ya kufanya kila kitu, alituelekeza namna ya kutengeneza fedha ukiwa mama mm, ukiwa bado unaendelea kulea, ukiwa bado unaendelea kuisimamia familia yako mm, lakini bado unaweza ukajiingizia kipato mm, cha kukusaidia wewe kama wewe ama wewe na familia yako mm. Tunafundishana kutengeneza maandazi, tunafundishana kutengeneza batiki okay. Tunafundishana kutengeneza vitu mbalimbali, na maana, kama mama ujui kutengeneza sambusa, tunapata ujuzi hapa. Kama mama ulikuwa ujui kutengeneza maziwa mgando, mfano askofu wetu mama, askofu wetu Lioba ametufundisha kutengeneza maziwa mgando, maziwa mtindi, ndio mtindi wanaita um, yeah. Ina maana wanajipatia pale, ule umezalishwa na jewawi yule. Mko vizuri, mko vizuri <laughs> kwa hiyo unakuta wanajipatia vipato wa mama tofauti tofauti mm. Tukiwa nje ya kanisa na, okay. Bado tuna fedha. Hatutegemei waume tu. Mko vizuri sana.